Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wabaadu, wa ndugu yangu mfuatiliaji lakini mtazamaji, unayenitazama popote ulipo duniani, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa darasa zetu huru katika cheneli yetu hii pendwa kabisa chaneli ambayo yenye kujulisha mambo mbalimbali katika mustakbali wa kidunia na akhira yake pia. Ndugu yangu eh, leo insha allah tutaelezea kidogo katika kukaribishana na, na kuelekezana katika masala ambayo yatatupelekea kuweza kufanikiwa katika harakati mbalimbali mbali. Kwanza kabisa kuna masala ambayo yanayohitajika kutambulika kidokta au kidaktari. Ninapenda kuwataarifu na kuwakaribisha wengi ambao walikuwa wakipenda sana kupiga simu zao, lakini simu hizo zilikuwa ni zenye kughairishwa, lakini na kupewa muda Leo ninakuja kwenu kuweza kuwataarifu na kuwakaribisha rasmi katika chuo ambacho chuo hiki ni chuo maalum kabisa kitakacho tuwezesha kuweza kusoma mambo mbalimbali mbali. Chuo hiki kimegawanyika katika sehemu kuu tano au sita. Chuo hiki kitakuwa kinafundisha darasa kuanzia darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, darasa la nne, darasa la tano mpaka mwisho darasa la sita, na utaweza kusoma wewe kwa bidii yako, lakini na upeo wako ukaweza kuzihitimisha darasa hizo zote biidhinillahi lkarimu, kwa muda usiopungua wa muda wa siku au miezi mitatu mpaka minne kwa sababu itakuwa zinaenda mhura kwa mhura, lakini yanayofundishwa katika e, chuo hiki kila darasa, darasa la kwanza kabisa ni darasa linalohusiana na ilmu ya twiba. Maana yake yatafundishwa masomo ya twiba na mwanafunzi atatakiwa faulu, na pia kutakuwa kuna mitihani wa hakadha katika hali ambayo e, mtu anatakiwa aweze kutambua mustakabali na kutambua elimu ya kile ambacho anachokisomea. Ndugu yangu, nimepigiwa simu na watu wengi sana, watu wengi sana wakiwa wanaomba, shekhe, tunaomba darasa la kusoma kitu fulani. Kuna vitu vingine vya siri sana vya kidaktari. Sasa leo tunakuja na kuzungumza kwa kinywa kipana kabisa kwamba yale mahitaji ambayo yalikuwa yakihitajika basi, maana yake ni kwamba tayari tushaweza kufungua chuo hiko. Na chuo hiki ndugu yangu, ni chuo ambacho popote pale ulipo duniani, ila tu kikubwa ni utaratibu ambao unaotakiwa ufuatwe. Utaratibu kama ukiwa kwako haujaweza kukamilika, basi uweze kupokelewa katika chuo hicho, kwa sababu hiki chuo ni chuo ambacho kinachokuwa wanafunzi ambao wamerakiz katika vigezo ambavyo vinavyohitajika, kwa sababu si kila mmoja ana kigezo. Hata kama uwe namna gani, kama hujafikia katika hicho kigezo kinachotakiwa na kilichowekwa katika chuo hiki cha kiruhanii au kiruhaniati, basi ni kwamba wewe utarudishwa na utapewa muda uende ukajitayarishe, lakini na kujiandaa na kujiweka vizuri ili uweze kukamilika na kuweza kufikia katika e, vigezo hivyo. Lakini kuna fomu ambazo zinazotolewa, itajazwa fomu hiyo kwa ukamilifu kabisa, na ikitokea ni kwamba wewe hujaweza katika yale ambayo yaliyopo katika ile fomu hayajaweza kukamilika, basi kama nilivyoelezea la kuli hali, ni kwamba utaombwa au utatakwa ukalijirekebishe au ukaweze ku kuweka sawa baadhi ya hayo mambo ambayo atakuwa hayajakamilika. Zinatolewa fomu kwa utaratibu maalum na namba za simu ndio hizo ambazo zipo hapo. Aa, kwa wale ambao sasa walikuwa wakitafuta, maana kuna wengi, wengi wametupigia wame simu sana, lakini katika upigaji wa simu ni kwamba kwa kuwa simu huwa zinaingia nyingi sana, huwezi ukazihifadhi Eh, sasa yule ambaye atakayekuwa sasa atahitaji kujiunga na darasa hizo, ala kulli hali, atapiga simu, atapewa utaratibu pia, kisha baada ya hapo ataingizwa katika daftari la wanafunzi. Kinachohitajika ni wanafunzi wenye kuanza, na kila darasa katika chuo kimeweza kuelezea. E, kwamba ni darasa kwa ajili ya wanafunzi wenye kuanza, darasa kwa ajili ya wanafunzi wenye kuanza, sio walimu ambao wamesha taharaji. Yule ambaye amesha taharaji elimu inakuaga ni bahari, eh? Ni bahari, elimu ni bahari. Sio kwamba mwalimu anakataliwa katika hali ambayo ni ya kujiunga katika chuo hiki cha ruhanii hapana. Hakataliwi, isipokuwa walimu wengi wanakuwa si wenye ku, kuwa na vigezo. Lakini mara nyingi wanafunzi wanakuwa ni wenye kuwa na vigezo na kukidhi vigezo, lakini pia hata akhlaki. Akhlaki ndio kitu cha msingi kabisa na ndio kitu kikubwa ambacho kinachohitajika. Akhlaki yani tabia na mwenendo, kwao lazima upimwe na uangaliwe na ufanyiwe interview ya hali ya juu kama itawezekana wewe kujifunza hivyo vitu, am haiwezekani. Allah atuafikishe. Lakini namba zangu na namba zetu za simu ndio hizo hapo ambazo ziko chini hapo ya video. Allah akuafikishe na wewe, mwanafunzi, nakutakia masomo mema ya kiruhani. Karibu, na Allah akuafikishe kile ambacho utakachokipata basi kiwe ni cha manufaa kwako wewe, lakini na kwa mola wako, na namwomba Allah kile utakachojifunza basi kisije kikawa ni fitina e, kwako wewe na kwa we watu wengine. Allah atuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia.